Kula suti ii, ya ukwaju eh, kwenye uzinduzi wa ukwaju haraka haraka dakika mbili wa kushoto mm. eh. no mm. uh -huh. mm. kodi kati ya magharibi mm. na Warusi mm. watu wa mashariki walikuwa wa mm. mm. wanajipambanua kule China kule. Akaichukua mwalimu akanavaa Kaunda suti mm. akachukua Kenneth Kaunda mm. mm. viongozi wengi wa, wa chama cha wafanyakazi cha Urusi cha Bolshevik walikuwa wanavaa Kaunda suti kama hivi mm. Sasa wajamaa walikuwaonekana kama ni watu ambao wa wanafuata mtikadi za mlengo wa kushoto, mtu amevaa Uh, watu ambao kuna wanavaa vice suti za, za West Minister. Mm. Sawa, eh, ukimwangalia alivyokuwa anavaa kwa mfano jis, jisifu Stalin mm. na Winston Churchill ni tofauti. Sawa. Mm. Winston Churchill alikuwa anavaa kama hivi. Mm. Directo za kumweza uh, kumwesha barabeli kama mm. hivi. Alafu wengine kwa hivyo kama hivi. Kwa hiyo Kaunda suti alivyochukua mwalimu alivyochukua Kenneth Kaunda ikawa maarufu sana, sana, sana. Ndio maana nikwambia kwamba ndugu yangu umekaa kimkakati oh. Ah. Yeah. Kaka baadaye utaokota anachambua jisuti.